Hello, karibu Wonders Farm TV, ubora na uaminifu. Hii ni delivery ya bata aina ya Muscovy pamoja na White Pekins. Hawa White Pekins, bata, Jumbo. Eh, hawa bata ni tajiri wa nyama na mayai. Kwenye upande wa nyama wana uwezo wa kufikisha kilogramu tatu e, ndani ya miezi mitatu, na kwenye upande wa, wa mayai bata mmoja utaga mpaka mayai 380. Hawa bata ni tajiri sana na soko lao ni kubwa Uh, nina washauri sana hasa watu wa mikoa ni make sure wanawapata hao kwa sababu vyakula huko vinapatikana pia kwa urahisi. Kwa hiyo White Pekins wako hapa hawa uh, ni kuna hapa kuna mi huyu amekuna mi, mitetea miwili na dume moja. Hawa ni Muscovy mbegu kubwa tunawatoa kwa bei ya ofa kabisa. Hawa ni Muscovy mbegu kubwa kama unavyoona. They are so giant. Hawa wanakuwa kubwa sana na uwezo wa kufikisha mpaka kilo nne mpaka tano. Au Maskovi bado wa kienyeji, lakini mbegu kubwa kama huyu, ni kifaranga kabisa bado, lakini expensive kidogo. huyu ni elfu ishirini. Wanakuwa wakubwa sana, ni madume haya na hawa hapa wanaanzia uh, laki mbili na elfu kumi kwa pea, laki na hamsini uh, lakini pia tunao wapo wa laki na ngapi, wapo wa laki na ishirini waoa wapo wa elfu arobaini wa pea. Pea ni wadogo faranga kidogo kabisa, karibu Ubora na uaminifu na hii ni delivari, tunatuma kwa uaminifu mpaka mikoani.